Pita hapa uh, uh, uh, umesimamia wewe, pita zege, umeweka ya kutosha. Stendi ya Morogoro kuna gorofa linajengwa sasa, watu wana <inaudible> mashaka nalo, nondo ni ndogo

Hapa mnapanda jioni, mwone namna ya shimo linatakiwa kujazwa, mwone namna mlivyo shupafu.

ngapi sijui, wataalamu wanaweza akasema tumefanya mazoezi, lakini ni vizuri kuona eneo letu na kulilinda. Tumeona ili tulilinde, si ndio? Jamani, unaweza ukapita ukaona watu wanavamia au wanalishia mifugo au vitu vya ajabu, una mamlaka ya kuambia hapa stop, kwa sababu unafahamu kwamba ni eneo la kanisa. Lakini pia niwashukuru, nitake kusema kwamba nafikiri tumeona kazi zinazofanyika na niseme kwamba ile michango yetu, ninajua kuna watu wameumia kwenye kutafuta hela kwa ajili ya kumtolea Mungu. Kuna wengine wamelima milaba, kila mtu ana njia yake aliyoipata hela. Wengine katika kupata hela aliyoitoa hapa kanisani, alipo aliponywa ponywa, inawezekana na kitu kikubwa, hata ajali nani, lakini alifanikiwa na akaamua kumtolea Mungu. Kwa hiyo tuthamini kazi tulioifanya, tusione kama tumefanya kazi ndogo sana. Lazima tuthamini, tuone kazi iliyofanyika ni kazi kubwa. Madarasa haya mawili ndio madarasa ambayo fundi wetu marehemu Ima alitujengea pamoja na shimo la choo. Haya hapa yameanzwa na mafundi wengine, lakini madarasa kama mlivyoyaona, yameshafanyiwa blandani yanasubiri kuwekewa jimsam bodi na madirisha na kukamilisha ukarabati finishing. Kwa hiyo niwaombe, tuendelee kutoa michango yetu. Tuko hapa kama viongozi, wasimamizi wakubwa, wazee wa kanisa, viongozi wa idara, viongozi wa jumuiya. Hata unapoweza kusistiza jambo la michango, unasistiza kitu ambacho umekiona. Sasa hivi tuko mwezi wa tisa, wa kumi tuna miezi miwili tu kuingia Januari na Januari tunategemea watoto waje huko. Watoto hawezi kuingia kwenye vumbi, watoto hawezi kuingia madarasa ambayo hayana madirisha, watoto hawezi kuingia madarasa ambayo hayana milango. Kwa hiyo tunatamani kama watu wataendelea kutoa hata kama kidogo kidogo, basi hata ile kidogo inafanya kazi inafanya kazi inafanya kazi. Kwa hiyo kikao chetu cha leo tulikuwa tunatamani kuhimizana juu ya uchangiaji ili tuweze kumalizia kazi jengo letu hilo linafikiri, mpaka wiki ijayo litakuwa limepauliwa. Kesho wanaweza wakaanza kufunga rinta, lakini ni hela ambazo tunaangaikaangaika kuzipata sasa hivi, balansi hatuna kabisa. Kwa hiyo tunatamani tuendelee kusimama. Ukipata hata nafasi jioni, kama kiongozi tembelea hata wakristo wako wawili watatu, naomba nao, unawaeleza hatua tulizo nazo, unawaeleza tunatamani kupata hela kidogo itusaidie. Ukiwa unaendelea kuwapitia pitia, nafikiri tunaweza tukavuka, lakini tutambue kabisa hii ni nguvu ya Wakristo wa Anglikana Dumila. Bwana Yesu asifiwe, na kila mmoja, hata tuliokuwepo hapa tuliochangia maendeleo sasa tulichochangia miongoni mwa maendeleo pamoja, tuna maji, tuna fensi shuleni, tuna vitu mbalimbali, tuna hati ya umiliki wa shamba letu la Kwambe. Hayo ni maendeleo, lakini kingine ambacho labda ulikuwa hujakiona, tunaposema shule, shule hii ndio shule. lakini pia tukiangalia, hebu angalieni hii parking ashumu, kwamba hii parking ni magari ya wazazi. Tuchukulie leo labda sikukuu, yani kikao cha wazazi, sisi ndio wazazi, tumekuja na magari yetu. Nafikiri panapendeza, si ndio? Jamani, panapendeza sana. Kwa hiyo tunatamani hapa katikati tutaweka miti, tumejipanga tutaleta miti mikubwa. Tukija siku nyingine, mtakuta miti imefika hapa. Tunaenda kutafuta ile miti mikubwa ile, mikubwa iliyoteshwa ile iliyokuwa mikubwa, alafu tunachanganya na udongo kisasa, wataalamu wanajua, tutapanda. Kwa hiyo siku nyingine tukija na nafikiri tutakuwa na vivuli vizuri tu, hata kama vijaa vikubwa sana, lakini vitakuwa vinaonekana kwa hiyo kingine, tuwalete watoto. Yawezekana ukaona shule iko mbali, mazingira mabaya. Siku zote kwa wote mnaosomesha shule zote ziko zimejitenga. Kawaida ya shule haitakiwi ikae changanyikeni. Shule ni sehemu ya utulivu, kwa maana ya kwamba mawazo ya watoto yanakuwa hayasikii, si kelele za magari, si nini. Ndio maana shule nyingi mnaona zimejitenga, lakini licha hivyo tumeplani tutatengeneza barabara nzuri tu ya kutoka kuingilia mnadani pale, mnada wa ng'ombe kuja hapa hapa mpaka hapa shuleni. Kwa hiyo tutakuwa na barabara nzuri salama, na tunatamani tuwe na eneo mazingira yetu yawe mazuri, lakini pia tunatamani, tunaangalia sana usalama wa watoto. Kumbukeni wale watoto wengine ni wadogo. Kwa hiyo tunatamani wa mazingira yawe mazuri ya kuvutia na watoto wa, wakae sehemu salama. Kwa hiyo ni waombe wa Kristo tuliokuwa hapa viongozi, hebu kila mtu apambane wa tulete watoto Januari, tusipeleke watoto kule Roma. Kwanza ada yao ni kubwa, pili tunadharau vya kwetu. Kumbuka umeweka nguvu yako alafu unashindwa kuitekeleza. Sasa umefungua duka lako hapa, alafu unaenda kununua sukari kwenye duka la mwenzako. Naelewa hiyo hiyo eh? inakuwa haina maana. Kwa hiyo tunatakiwa tujitahidi sisi hapa tuliokuwepo hapa wote leo tujitahidi tuisemee vizuri shule yetu, tulete watoto, ada yetu ni nafuu sana. Awali watoto wale wadogo, kindagate kinda, ni pipi, wani pipi tu, laki nne na themanini, laki nne na themanini unailipa kwa awamu, karibu mwasibu tatu na awamu nne, laki nne na themanini. Wewe Mkristo unalipa kwa awamu nne, laki sita na nusu. Darasa la kwanza na yenyewe hali kadhalika unalipa kwa awamu nne. Jamani, hakuna kitu kizuri kama elimu, wekeza kwenye elimu. Kila mtu, una mtoto, una mjukuu, mwekezee kwenye elimu. Na tunapowaleta huku kwenye English medium mtoto yule hata akifu, akienda kusoma Dumila Sekondari, Kitete Sekondari, atakuwa tayari umeshamjengea ma, mazingira ya lugha. Shule za private hizi ni nzuri sana lakini pia kama huna uwezo mdogo, jitahidi pambana kwenye madarasa ya chini ili juu sekondari afanye vizuri. Naamini kabisa mtoto wako akisoma hapa, akienda Dumila sekondari pale au Kitete sekondari pale, vivi shenwani na musu, mimi niko Kitete sekondari, watoto wote wanaofanya vizuri ni wakiinvishe, kwa sababu tayari wana misingi ya lugha. Kwa hiyo lugha ni nzuri sana hata mimi watoto wangu wanasoma wanasoma huku, lakini nani sekondari wote wanasoma shule za serikali, kwa sababu tayari msingi tumeshauweka na leo tumefundishwa juu ya msingi. Kwa hiyo msingi ni kitu muhimu sana katika maisha yetu ya kawaida, ya maendeleo yetu, msingi muhimu katika maisha ya kikanisa na hata katika taifa kwa ujumla. Kwa hiyo niwashukuru, naamini Mungu atatusaidia lakini, pia kabla hatujaendelea na mangine tulisahau, basi tunaweza tukasimama tukamwombea fundi wetu, halafu tutaendelea na ratiba nyingine kwa kifupi. Nimkaribishe